Msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania Aslay ameonekana kwamba ni msanii ambaye hahudhurii kwenye sherehe za wasanii wenzake kama vile e, JPF 2025 ya Juma Jux pamoja na mondedada Priscilla last time ambayo imeweza kufanyika e, Super Dome Masaki, katika siku za hivi karibuni, nayo pia hakuweza kuhudhuria hata pia kwenye birthday ya mtoto wa Marioo ambaye ni mtoto wa Marioo pamoja na Paula hakuweza kuonekana mbali na hapo hata kwenye harusi ya ambayo ni ya Billnass pamoja na mwanadada eh, Nandy CEO wa African Princess nayo hakuweza kuhudhuria. So kuna baadhi ya eh, maneno ambayo alikuwa anaibuka kwenye mitandao ya kijamii kwamba Aslay, mbona kama vile hahudhurii kwenye sherehe za watu? Sasa, kwa mujibu wa Aslay, ameweza kuyasema maneno haya kwamba kila mtu ana biashara zake, hatuwezi kuacha biashara zetu kisa kwenda eh, kwenye ndoa. Bahati nzuri eh, wengine waliweza kuwepo na kila kitu kiliweza kwenda sawa. Hayo ndio maneno ambayo Aslay ameweza kuyazungumza. Sasa, kuna baadhi ya watu kibao ambao wameweza kuponda mtazamo huu ambao Aslay ameweza kuachilia kwamba eh, kila mtu na biashara zake, so kama watu waweza kuhudhuria kwenye hiyo sherehe na mambo yalienda sawa, basi eh, eh, Aslay ni kama vile kuna time ana tatizo la akili moja kati ya comment ambayo shabiki ameweza kuitoa. Lakini kuna huyu ambaye ni shabiki mwenzake ambaye shabiki eh, kuna time kama eh, hazipo sawa, lakini wengi wakizidi kusema kwamba kuna time, ni kama vile anatafuta kiki kwa ajili ya kuweza kutoa maneno machafu kuzungumza eh, mambo kama haya hapa, na ifahamike tu kwamba Aslay ni moja kati ya wasanii ambao watu wengi wamesema kwamba amejikita sasa hivi kwenye biashara na ame amestop kama vile kwenye masuala mazima ya muziki. Yote hii ni mara baada ya kuwepo na ma branches tofauti tofauti kutoka mikoa tofauti tofauti yakiwa na utambulisho wa jina lake kama vile Aslay miogo, ndio kitu ambacho kinazidi kuendelea. Kwa mujibu wa Aslay, ameweza kutoa mtazamo wake kwamba eh, kila mtu ana biashara zake, kuhudhuria kwenye sherehe kama hizi hapa eh, biashara zinabana So kama watu waliweza kuhudhuria na mambo yalienda sawa, hauni kama kuna tatizo lolote. Tupe mtazamo kwa muda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho up right now. uko na mtazamo gani kuhusiana na hili sakata zima ambalo Aslay ameweza kulielezea kama mtazamo wake? Drop comment yako kwenye comment hapo. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. chao chao.